Mambo yalienda vizuri katika kukamilisha nyaraka za kiserikali ila mwonekano wangu, ubinti na umri ulinifanya nionekane kama mtoto ambaye nimezuzuliwa na pesa za urithi, kitu ambacho kiliwafanya wafanyabiashara wengi wakatae kushirikiana na mimi. Wengine waliona kama vile nilienda migodini kujiuza kwa wafanyabiashara, kitu ambacho sikukitilia maanani kwa sababu ndani yangu nilikuwa najua nipo pale kwa ajili ya nini. Baada ya kuhangaika sana, hatimaye nilifanikiwa kukutana na mtu mmoja anaitwa Deogratius Sama ambaye kiumri nilipaswa kumuita baba ila kwa kuwa tulikutanishwa na pesa, shikamoo haikuwa na nafasi. Bwana Deo ndiye alikuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya FML, yaani Faraja Miners Limited, ambaye tuliridhiana kulingana na vigezo na masharti ya kila upande na kufikia hatua ya kusainishana. Tulisainishana mkataba wa miaka miwili ambapo mimi niliwekeza takribani milioni kumi na tatu kwa kununua asilimia moja, pointi moja tu ya hisa za kampuni ya Bwana Deo ambaye tayari alikuwa mzoefu na mwenye mtandao mpana wa uuzaji wa madini. Kwa kuwa tulionekana wageni huku mimi ambaye mwenye mtaji nikionekana kama binti tu yule bwana tuliyeingia naye mkataba akaamini mimi ni fursa na anaweza kunitapeli na cha kumfanya nikakosa. Ndani ya muda mfupi, kazi zilifanyika na kutoa matokeo makubwa kwa sababu ya kile ambacho nilifanyiwa kule porini, japo Bwana Deo naye alikuwa na mambo yake, lakini hayakuwa na nguvu kama nilivyokuwa mimi, japo yeye hakunigundua kwamba kuna pahala nyeti nilimzidi. Kiukweli mafanikio yalikuwa ya haraka kitu ambacho kilimzuzua yule Bwana Deo na kuanza kupiga chenga kutoa gawio kulingana na faida iliyopatikana kwenye kila mauzo kama tulivyokuwa tumeandikishana. Bwana Deo alikwenda mwezi mzima wa kwanza na mwezi wote wa pili tangu tulipoingia ushirika, huku mimi nikiwa nimebakiza miezi michache tu niingie kwenye lile jeneza kwa ajili ya kufa na kuoza ili niongeze zaidi utajiri wangu. Kivuli unachokikwepa ndiyo kinawahi kukufikia, ni msemo wa waja ambao hapo awali sikuuelewa ulikuwa unamaanisha nini, ila sasa nimekuwa nimeanza kuuelewa tena kupitia mfano hai wa kwangu mimi mwenyewe. Ukweli ni kwamba siku zilikuwa zimeisha, na kutokana na hofu kubwa niliyokuwa nayo, nilitamani niisimamishe dunia ili nisiifikie ile siku ya mia moja sabini na tisa ambayo ndio ilikuwa siku ya mwisho kulala kitandani na kuendelea na maisha yangu kama kawaida. Hakuchwi hakuchwi, hatimaye jogoo aliwika. Ilikuwa ni Jumanne, siku ya mia moja na themanini ambayo sharti lake lilikuwa jepesi tu. Siku hii nilipaswa kufanya kila kitu na kuhakikisha nakimaliza kabla saa kumi na moja za jioni, na baada ya kutimu saa kumi na moja nilipaswa niwe nimejifanyia usafi wa kina kwa madawa ambayo nilipewa kule porini na kujipaka yale mafuta yangu ya kila siku. Mbali na dawa za kuogea, pia nilitakiwa kujifukiza marashi ya asali na kuvaa kitambaa changu chekundu ambacho nilikuwa nimeshakiandaa muda mrefu. Baada ya hayo maandalizi mazito, kabla ya saa kumi na mbili na dakika kumi na mbili za jioni, muda ambao nuru inakabidhi rasmi majukumu kwa giza, nilipaswa niwe ndani ya jeneza nikisubiri mchakato wa kuozeshwa mwili ili wapatikane wale funza ambao ndio pesa yenyewe. Kwa kuwa hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, sikutaka kabisa kutoka nyumbani nikiofia naweza kucheleweshwa na heka heka za mapambano ya maisha au kujisahau kama mwanadamu. Jafari alijua siku hii ilikuwa ni kwa ajili ya nini hata kabla sijamwambia, na tulivyoamka tu, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kunikumbusha, akidhani labda nilikuwa nimesahau bila kujua kwamba mwenzake nilikuwa naiwaza kwa zaidi ya juma zima kabla haijafika siku hii. Pia Jefali naye hakutoka kwa kile alichodai kwamba yeye ndiye mtu aliyeambiwa anisaidie kufanya baadhi ya mambo ili nisikosee masharti kweli tulishinda pamoja siku nzima, alinifariji na kunipa maneno ya kunitia nguvu kwa sababu nilikuwa nimepoteza raha kwa mawazo. Baada ya masaa kukatika, hatimaye muda ulifika, nilijiandaa kama ilivyotakiwa, na hatua ya mwisho nilijifunga kile kitambaa chekundu kuanzia shingoni, huku ndani nikiwa mtupu. Huku nikiwa na hofu, niliingia kwenye jeneza na kujifungia japo niliwahi kuingia mara mbili kule porini lakini bado mazingira ya ndani ya jeneza sikuyazoea, na kiuhalisia yale mazingira hayazoeleki. Hata maiti wangekuwa na uwezo wa kuongea, wangerithibitisha hili. Nilikaa mule ndani ya jeneza kwa takribani masaa manne bila kitu chochote kutokea na kama sikosei, ilipotimu kama majira ya saa tatu za usiku, ndipo nilianza kusikia ile nyimbo ya mizimu ambayo kadri ilivyokuwa inazidi kuimbwa kwa sauti ndivyo na mimi nilikuwa na jinyonganyonga na kujipigiza mule ndani ya jeneza kama vile mtu mwenye kifafa. Niliteseka sana na hatimaye nikajishuhudia nikifa, ambapo haukupita muda niliinuliwa na ile mizimu na pale nilipolala ulibaki pia mwili ambao ulibaki na kile kitambaa chekundu, huku mimi niliyekuwa nainuka nilikuwa mtupu, kitu ambacho kilinichanganya na kunifanya nishindwe kujua mimi halisi nilikuwa ni yupi. Mizimu ilinishika mikono na kuongoza njia, niliambatana nayo mpaka eneo ambalo mazingira yake yalikuwa tofauti sana na jinsi ilivyo dunia ambayo nilizoea, na kwenye mawazo yangu niliamini tunakwenda kule porini kwa wale vikongwe. Lile eneo lilikuwa na nuru za rangi mbalimbali, lakini hakukuwa na chochote ambacho kilionekana kama chombo au chanzo cha nuru zile kama duniani tulivyonajua: nyota, mwezi na taa za aina mbalimbali. Eneo nililokuwa napelekwa palikuwa kama mkutanoni, kwa sababu tulikuwa na watu wengi ambao wote walikuwa watupu kama nilivyokuwa mimi na baadhi yao walijitenga upande wao wakiwa tofauti kidogo na wale waliokuwa watupu kama mimi. Nikiwa naendelea kushangaa, mizimu iliniacha na alikuja kiumbe mmoja ambaye alifanania na wale waliokuwa wamejitenga na binadamu kwenye ule mkusanyiko. Bila kuzungumza, yule kiumbe alinisogeza kwenye lile eneo ambalo walikuwepo watu kama mimi, ambapo baada ya kukaa yule kiumbe alimpa ishara mtu aliyekuwa kando yangu ili anipe maelekezo. Yule mtu alinambia nitapaswa kuinuka na kusujudia kama watakavyokuwa wanasujudia wengine, kwa sababu aliyekuwa anakuja ndiye alikuwa mkuu wa ile milki yote, ambayo mpaka leo sijui ulikuwa ni upande gani wa ulimwengu. Baada ya kukaa pale nilipoambiwa nitulie, haukupita muda yule aliyekuwa anasubiliwa aliwasili, na kila mmoja kwenye lile eneo aliinuka na kusujudu ikiwa ni kama salamu na ishara ya kumwabudu yule bwana. Baada ya yule mkuu kuingia na kwenda kuketi kwenye kiti chake, ngoma zilianza kulidima kama sehemu ya burudani na maandalizi ya mambo mengine nikiwa naendelea kutazama yanayoendelea, ghafla nilishtuka baada ya kugongana macho na mtu ambaye nilikuwa namfahamu. Sikuamini, ilinibidi kugeuka tena kumwangalia ili nithibitishe kama kweli alikuwa ni yeye. Ndiyo, alikuwa ni yeye ambaye nilikuwa nimemdhania. Alikuwa ni Mzee Kasim ambaye alitabasamu mara zote mbili tulizogongana macho kitu ambacho kilikuwa tofauti kwa upande wangu kwa sababu sikujua ama nitabasamu kama alivyofanya au nimpungie mkono kumsabahi, ila kwa bahati mbaya yote sikuyafanya, kwa sababu nilikuwa nimedua. Mzee Kasim alikuwa upande mwingine, kwa sababu tulikaa kimadaraja kulingana na muda ambao kila mmoja alijiunga na ile miliki. Niliachana na Mzee Kasim na kuendelea na kumakinika na mambo mengine, japo kichwani nilibaki najiuliza kuhusu uwepo wa Mzee Kasim eneo lile, lakini nilikosa majibu. Hii ni sehemu ya 16 ya simulizi yetu inayoitwa Punje. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Victor Lamadhani Kalinga wa nambari za simu 0620 443048. Asante kwa kuendelea kuifuatilia chaneli yetu. Asante kwa kuendelea kwa shabiki mwaminifu. Nikushukuru sana na uwe na wasaa mwema.